Baada ya kukamilika kwa ziara ya kikazi ya kamati hiyo, Clouds imetembelea kwenye ofisi ya mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni Mstahiki Meya wa manispaa ya Tabora Ramadhani Kapela, ambaye ametujuza juu ya mustakabali wa suala hilo. wa machinga wote wa manispaa ya Tabora tuliwapa meza vizimba, na wengine vibanda. Sasa wametoka kwenye vizimba vyao, wametoka kwenye vibanda vyao, wanakwenda kupanga biashara barabarani. Kwa hiyo kamati tuliunda dharura kamati ya fedha ambayo ilipita tumeongea na wamachinga pamoja na watu wengine. Hatakiwi kuonekana machinga amezagaa eneo lolote ambalo nje na ule utaratibu tulowapangia na walopangiwa na viongozi wao. Je, yeah, ni kipi kinasababisha wafanyabiashara hawa hususan mama mboga kuendelea kusalia barabarani licha ya kutengewa eneo maalum la kufanyia biashara? Clouds zimefika kwenye maeneo waliozagaa machinga hao ili kubaini hasa mzozo wa fitna ni upi. Hapa tumekaa siku nyingi, mpaka katubomolea mameza, wakaenda kutuonyesha eneo la kuuzia, unapanga biashara paka mboga zinakauka kesho, tena unapanga zinakauka, mpaka mtaji unakufa. Sisi huko tuna maeneo ile changamoto, wateja hatuwaoni tukihamia ukule, kuvuka barabara eh, uingie sokoni, hatuwezi. Naomba tukae hapo, mtusaidie, kwa sababu sisi hatuwezi kuondoka kule, magari mbele sokoni, hatuwezi kukaa kule, maeneo hayo tumetendewa, tumetengewa lakini sio rafiki ya aitoki biashara kwa wakati na tuna mikopo. Kwa sababu hapa ni barabarani, wapita njia ni wengi, tunafanya biashara na biashara inatoka. Riski ya kutoa marejesho tunapata na riski za kula watoto tunapata. Serikali yetu ilitutengea maeneo na tukaji, kama mimi nilipewa na nafasi, lakini kutokana na miundombinu ya kule kibiashara zetu hizi, si tunauza mchicha, tunapangana na wauza nguo, wapi na wapi, mchicha unafatana na mafuta ndio maana tunagoma kule kwenda kwa sababu tia miundo mbinu na biashara kule ni ngumu. Baada ya kupata mtazamo wa wafanyabiashara hawa wadogo wadogo, je, msimamo wa manispaa ni upi? Hatuwezi kuwa na serikali ambayo tunatoa msimamo, kuna watu wanatuvuta shati. Hawa watu wamekuwa ni wasumbufu, walishaenda kwa mkuu wa wilaya, walishaenda Chama cha Mapinduzi wilaya. Wito wangu kama kiongozi wa taasisi hii na msimamo wangu mimi ni kuhakikisha wamachinga wote wanakwenda katika maeneo yao kutoka kwenye soko hili la Machinga Complex hapa mkoani Tabora. Hii ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga na hii ni Clouds TV.